jenzi wa kiwanja cha ndege cha Msalato kilichoko hapa kwenye mkoa wa Dodoma. Uh, kimsingi ni mradi mkubwa ambao kwa kweli ni mradi wa kimkakati sana. Uh, kwenye mradi huu kuna miradi miwili ndani ya mradi mmoja, mradi wa ujenzi wa majengo uh, kwa maana ya ya uh, jengo la abiria na majengo mengine kama jengo la kuongozea uh, ndege ambao una zaidi ya uh, thamani bilioni mia tisini uh, na utekelezaji wake umefikia asilimia hamsini na moja uh, uh, mpaka sasa hivi tumeshuhudia, lakini pia na mradi wa ujenzi wa runway na barabara kwa ujumla, uh, ambao uh, una thamani zaidi ya bilioni 160 na utekelezaji wake umefikia asilimia kama kamati tumeshuhudia. Wanasema kuona e, ni kuamini, maana makaratasi peke yake hayatoshi kutufanya e, tusadiki yale ambayo tunaambiwa. Tumefika hapa, tumeshuhudia kazi kubwa inaendelea, na kweli yaliyosemwa yanaonekana kwamba yamefanyika. Kwa hiyo ya kwanza, tuna imani kwamba mradi huu ukikamilika kwa wakati utaweza kusaidia sana sana e, Watanzania ambao wameusubiri kwa hamu kubwa sana. Um, hivyo tuna kwanza tuna chukua uh, nafasi hii kwa niaba ya kamati uh, kusema kwamba kamati kwa kweli imeshuhudia, nimeona, nimeridhishwa na namna ambavyo kasi inaendelea, kwa sababu wakandarasi wako ndani ya muda ambao umepangwa kwa mjibu wa mikataba na kwa ubora wa nani, wa, wa, uh, wa ujenzi unaonekana vizuri sana. Kwa hiyo nipongeze serikali chini ya Mheshimiwa Rais uh, Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa ku kuendeleza mradi huu au kutekeleza mradi huu ambao ni mradi wa kimkakati na wa Tanzania imesubiri eh, kwa muda mrefu. Kizingatia Dodoma hapa ndio makao makuu ya nchi. Kwa hiyo tunaamini kwamba uh, hii itaongeza ita, ita miruko mingi sana ya mikoani kuja hapa na hatimaye watu kutoka hapa kwenda nje ya nchi na hivyo kusisimua uchumi wa Dodoma, lakini Tanzania kwa ujumla. Mm-hmm. Lakini pia wizara yenyewe kwa usimamizi wa karibu eh, tunajua yanatekelezwa na na, na na wakala wa barabara TANROAD ambao eh, iko chini ya wizara ya ujenzi kwa tunaona usimamizi ni mzuri, na ndio maana tunapata kitu ambacho niki, niki kwa ni kizuri. Nipongeze wizara pia na TANROADS yenyewe eh, kwa usimamizi makini na madhubuti ambao wanawasimamia wakandarasi hao. Rai yetu sisi ni kuona kwamba eh, mradi unakamilika eh, kwa wakati kama ulivyosema, upande wa majengo wako asilimia hamsini na moja, uh, upande wa barabara wako asilimia, tuna imani kwamba tunatoa eh, eh, rai kwamba wasimamie mradi huu ili ukamilike kwa asilimia mia moja ndani ya wakati ambao umepangwa kwenye mikataba. Tumesikia eh, eh, kazi kubwa iliyobaki ni ufungaji eh, wa vifaa vya umeme wengine ambao washaagiza nje ya nchi. Tunaamini tutafika kwa wakati wavifunge, na hatimaye mradi huu uanze kuopereti kwa sababu eh, fedha nyingi zimewekwa hapa za Tanzania. Mradi ukianza kuoperate, ndipo tija yenyewe sasa ya uwekezaji ambao umefanyika hapa inaweza e, kupatikana. Hivi leo e, tumetembelewa na Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Mitaji ya Serikali katika ujenzi wa kiwanja chetu cha Msalato ambao unakwenda vizuri, na katika ziara yao wametupa maelekezo kadhaa, lakini vilevile wamefurahishwa na jinsi mradi huu unavyoendelea ambao ni mradi mmoja wapo wa miradi mikubwa nchini ya kimkakati. E, nachukua fursa hii kuishukuru serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutoa fedha za ujenzi wa kiwanja hiki ambacho ni cha kimkakati na cha aina yake. Hiki ni kiwanja ambacho ni kikubwa katika historia ya nchi yetu tangu tumepata uhuru ambacho kimejengwa na hakijarithiwa kutoka kwa wakoloni. Yaani kilikuwa greenfield kwa lugha ya Kiingereza. Na wataalamu wengi walioshiriki katika ujenzi wa kiwanja hiki ni wa Kitanzania lakini pamoja na kampuni za ujenzi ingawaje ni za Kichina lakini Watanzania wengi wamenufaika katika ujenzi wa kiwanja hiki. Tutaendelea kukisimamia kwa karibu, e, taasisi yetu ya TANROADS tukishirikiana na wenzetu wa Tanzania Airports Authority kuhakikisha kwamba mradi huu unaendelea na unakuwa na matokeo yaliyotegemewa baada ya kukamilika mradi huu, tunategemea kwamba shughuli za kibiashara shughuli za maendeleo ya maisha ya watu katika mkoa wa Dodoma pamoja na nchi yetu kwa ujumla yataongezeka, na tuko tayari sisi kama taasisi ya TANROADS kuendelea kutoa nguvu zetu, lakini vilevile utaalamu ambao tumepewa ili kuweza kusimamia mradi huu na miradi mingine ya viwanja vya ndege kwa kushirikiana na wadau wetu mbalimbali, ili kuhakikisha kwamba maendeleo ya nchi yetu yanafikiwa kwa vile ambavyo wananchi wanategemea.